Mheshimiwa Mheshimiwa Mheshimiwa Rais pamoja na mambo mengi nikiyataja hapa ni mpaka asubuhi na muda na juu na vikao vingi mimi na ushauri na ushauri wangu ni kama Mtanzania nasikia kuna watu eti wanasema wanaandamana eti waandamane tarehe ishirini na tisa sasa wanaandamana iliweje mama yangu mimi nakuomba kama Mtanzania wakati fulani, kwanza kwa maslahi ya Watanzania milioni sitini, wakati fulani usiwahurumia, usi, usi hawa s usi wasihurumiwa hawa ha? Wasi wa watu hawa hey, walegezwe kidogo, walegezwe wasilegezwe, walegezwe wasilegezwe. Huo ni ushauri wangu kama mpita njia. Hapa Mheshimiwa Rais tuna watu, tunaona watu kwenye mitandao na sasa hivi wanajifungia kwenye magari kwa sababu wanajua kwamba kwenye magari wanaongea utumbo, hakuna mtu atasikia. Hivi kikinuka hapa, mtu yuko Marekani, sisi tuna watoto humu, tutaenda wapi na hawa wazee? Mama yangu nakuomba, kwenye hili toa macho wewe, ndo rais wa nchi, hakuna kuhurumia mtu. Yaani ningepewa hata kanaibu AGP a niamue mimi hawa ningevunja asubuhi tu kuvekucha. Mheshimiwa hey! Rais baada ya kusema haya mimi ni shukuru pamoja na mambo mengine, lakini nikuhakikishie tu kwamba kwenye sekta ya madini kuna utulivu kwa sababu serikali yako inafanya kazi nzuri sana. Lakini mwisho mwisho kabisa, mama yangu, najua Mheshimiwa Mheshimiwa Mheshimiwa Rais, pamoja na mambo mengi nikiyataja hapa ni mpaka asubuhi na muda na juu na vikao vingi. Mimi na ushauri na ushauri wangu ni kama Mtanzania, nasikia kuna watu eti wanasema wanaandamana, eti waandamane tarehe ishirini na tisa. Sasa wanaandamana iliweje? Mama yangu mimi nakuomba kama mtanzania wakati fulani kwanza kwa maslahi ya Watanzania milioni sitini wakati fulani usiwahurumia, usi, usi hawa s usi ha, wasihurumia hawa watu hawa hey. Walegezwe kidogo, walegezwe wasilegezwe, walegezwe wasilegezwe. Huo ni ushauri wangu kama mpita njia. Hapa Mheshimiwa Rais, tuna watu, tunaona watu wa kwenye mitandao na sasa hivi wanajifungia kwenye magari kwa sababu wanajua kwamba kwenye magari wanaongea utumbo, hakuna mtu atasikia. Hivi kikinuka hapa, mtu yuko Marekani, sisi tuna watoto humu, tutaenda wapi na hawa wazee? Mama yangu nakuomba, kwenye hili toa macho, wewe ndo rais wa nchi, hakuna kuhurumia mtu. Yaani ningepewa hata kanaibu AGP a niamue mimi hawa ningevunja asubuhi tu kumekucha. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, mimi ni shukuru pamoja na mambo mengine lakini, nikuhakikishie tu kwamba kwenye sekta ya madini kuna utulivu, kwa sababu serikali yako inafanya kazi nzuri sana. Lakini mwisho mwisho kabisa, mama yangu, najua